Uhuru unaendana na wazungu wanaita responsibility. Uhuru unaendana na wazungu wanaita responsibility. Ukiwa na uhuru peke yake, total freedom bila responsibility, inakuwa ni ni vurugu. Sasa, vyombo vya habari na wanahabari wenzangu, lazima tuelewe ni wapi, eh, tutambue eh, hii responsibility tulio nayo kwa jamii na ni mambo gani tuyaelezi, wakati ule ule tukihakikisha kwamba tuna uhuru tu. Kwa hayo tunayoyatoa tuyatoe jinsi tunavyoyaona. Katika historia ya ulimwengu eh, kuna nchi nyingi sana ambazo zimeingia kwenye matatizo mpaka watu wamekufa wengi kwa sababu baadhi sa, ya vyombo vya habari eh, viku, vilieneza habari za uongo kwa makusudi, kwa mikakati ya kisiasa mpaka watu wakauana tu, tunazo taarifa hizo katika historia ya vyombo vya habari, nchi nyingi sana ambako yametokea haya ni. Kwa hiyo lazima vyombo vya habari navyo pamoja na uhuru huu kuusisitiza, lazima vielewe ni wakati gani visitumike kwa malengo ya kisiasa na mikakati ya kisiasa, hata kama kueneza uongo hiyo sense of responsibility ni muhimu sana. Kwa hiyo ni both freedom and responsibility ambayo inahitaji kujenga hii, na wangu wengi ambao wanazungumzia uhuru wa habari mara nyingi wanasahau kulizungumzia na hili. Uh, Mzee Masha, uh, siku zote Waswahili husema uchungu wa mwana aujuwae mzazi, maana hmm. E, yake kwamba kwa mzazi yoyote yule ikitokea mtoto wake ameumwa ama amepata tatizo lolote, lazima utaumia kama mzazi, na hata unaweza ukachukua hatua yoyote ile. Nakumbuka mwanao Lawrence Masha sasa hivi ni mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, aliohama chama cha mapinduzi, CCM. Hiyo kila mtu anafahamu, ni sio jambo jipya, na mwanao ni mwanasiasa ambaye ni miongoni mwa viungo ama miongoni mwa mwanasiasa ambao wako strong na ambao niseme ni asset, labda naye ni mmojawapo. Wakati amekamatwa kipindi kile mm, wakati wa uchaguzi eh, akawekwa ndani akapelekwa, walipelekwa Segerea nadhani gerezani, uh, ulijisikiaje kama mzazi baada ya kupata taarifa hizo? Uh, labda nianze mbali kidogo kwamba nina watoto wane wawili wamefanya mambo ambayo nilitaka kuyafanya, ambayo sikuyafanya eh. Nilitaka kuwa mwanajeshi, kijana ndogo wake ni mwanajeshi. Nilitaka kuwa mwanasheria, yeye Lawrence ni mwanasheria na mambo ya siasa ameyaingia akiwa mtu mzima, e, pamoja mimi naelewa masumbufu ya siasa na hii ni mtu mzima ameyaingia. Nayaona baada ya kumzungusha ulimwenguni akaelewa ulimwengu maanake, e, hakukulia hapa tu, hapana e, na mimi alielewa na mimi nilielewa kwamba yeye kuhama kwa chama alichokuwemo cha kinatawala kuingia chama kingine ambacho ni cha upinzani ilikuwa ni ni tatizo kubwa, sio tu kisiasa, hata kwa maisha yake, nilielewa hilo. Kwa nini ulihisi kwamba ni tatizo? Ni tatizo kwa sababu nchi zetu, mfumo wa demokrasia vyama vingi bado ni mchanga hatujakomaa kikamilifu kama nchi zingine ambako kuwa katika chama tofauti na chama kinachotawala ni e, inaeleweka, inakubalika na haina tatizo. Katika nchi yetu bado ni tatizo hiyo. E, lakini Lawrence ni mtu mzima, ana watoto wakubwa tu, ana mji wake, amesoma vizuri sana na amekutana na watu pengine zaidi kuliko mtu naye, ameshakuwa mpaka waziri. Mimi sijawahi kuwa waziri. Kwa hiyo mimi niliona haya maamuzi lazima ni yasilipe shida kwa maamuzi anayo yafanya juu ya maisha yake na juu ya Tanzania, ili mradi tu kama anayafanya kwa kuamini kweli kwamba ndiyo vizuri zaidi kwa ajili ya Tanzania, na hilo sijawa na mashaka hata kidogo. Eh, mapenzi yake kwa nchi, kama kuna jambo najivuna, sijui niseme na najivuna jivunia ni malezi nilio wapa kupenda eh, Tanzania na kuitumikia Tanzania. Lakini wangeweza kubaki huko nje. Aliposhikwa, sikufurahi, of course sikufurahi. Lakini nilielewa ndizo, na hasa baada ya yale ambayo niliyapita mimi, nilikuwa nimepita magumu zaidi hiyo eh, kwa nilikuwa nikuomba Mungu tu kwamba yatafika mahara, yataisha na, na shukuru yalikuisha ya lakini ni hizo adha za kisiasa ambazo lazima eh, kwa kipindi hiki tu cha mpito wa kidemokrasia katika nchi zetu lazima tujue kubali. Naam, mtazamaji wa Global TV, uh, tumeongea mengi mengi na mzee wetu mpendwa Masha, lakini kama unavyoona hapa nyuma yetu kuna picha nyingi sana ambazo zina matukio tofauti tofauti, kuna watu tofauti tofauti, kuna viongozi tofauti tofauti. Uh, nitasimama mimi na mzee Masha alafu mtazamaji, eh, kwa picha yoyote nitakayochagua, kwa manufaa yako, ataweza kufunguka kinagaubaga kwamba hii picha alipiga kwenye tukio gani na ina maana gani. Na mtazamaji wa Global TV hapa unavyoona eh, ni sehemu ambayo ni maalum kwa ajili ya kumbukumbu -kumbu za Mzee Masha ambapo kuna picha mbalimbali -mbali za familia yake, lakini kama haitoshi mtazamaji, picha ambazo eh, zinaonesha akiwa ofisini akiwa na viongozi mbalimbali. Ah uh, kupitia picha hizi eh, itatupa picha hata sisi kujua eh, labda alikuwa akifanya kazi na nani, labda nani alikuwa na mahusiano yake. Hapa tunaona aki na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hii inaonyesha mtazamaji walikuwa na mahusiano mazuri na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kabla hata ya misukoso hiyo. Mzee Masha, watazamaji, yeah, unaweza ukawaelezea kuhusiana na hii picha mlipiga wapi? Ilikuwa ni nini hii hii picha, ya kusema kweli kutokana na mazungumzo ambayo tumefanya. Eh, hii picha imepigwa wakati Mheshimiwa Rais amekuja Umoja wa Mataifa mm -hmm. New York na mimi mm -hmm. wakati ule nafanya kazi Umoja wa Mataifa mm -hmm. hayo yote mm -hmm. tulikuwa hayo yote bar, kwa Balozi John Rupia wakati ule. Ndio picha wale noma msogere tupige pamoja na niza ilikuwa miaka ya 80. Okay. mm hea -hmm. Na hapa unaonekana bado alikuwa kijana kabisa na hawa sio ni wazungu, sio ni wahindi <laughs> <laughs> uh, <laughs> hapa nilipokuwa nafanya kazi Umoja wa Mataifa mm huyu -hmm. Uh, bwana alikuwa ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Boutros Ghali mm -hmm. hao wengine hao walikuwa ni mimi, nilikuwa da, director mkurugenzi katika idara ya habari sasa hivi ni mmoja wapo, hao walikuwa ni wakurugenzi wenzangu katika idara ya habari ya Umoja wa Mataifa mm -hmm. alikuwa ametutembelea katika idara yetu mm, -hmm. mm -hmm. Uh, hapa mzee Masha anakuona uko na Mheshimiwa Kambona na huyu hapa ni Mheshimiwa. Huyu ni Mheshimiwa Godfrey Dinaisa. Ndiye mm -hmm. yule kuja kuwa rais wa Uganda. Mm wote pamoja na Godfrey Dinaisa, Godfrey Dinaisa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa, sasa alikuwa amekuja na rafiki yake Kambona ambaye ndiye alikuwa rafiki yangu, hapo wanatembelea nilipokuwa naishi New York. Anaonekana alikuwa kijana afa, masweta mzee Masha, sasa hizi yamerudi fashion eh. Hapo ni wakati nilipokuwa mwanafunzi wa degree ya kwanza Marekani eh credit and the grades within the same yeah. Ni miongoni mwa picha zako ambazo mojawapo imenivutia na kutamani kujua, kwani kulikuwa kuvaa viatu bila shaka? Wewe wewe eh, hii picha inatoa historia ya labda ya namna wa vijana wetu Tanzania, Tanganyika, walikuwa wanakuwa shuleni, mlikuwa hamvai viatu? Wacha tu walikuwa hamvai viatu, sikuwa na viatu na wengi hawakuwa na viatu. Na hapa niko darasa la nane secondary school eh, welewa ninavyoshangaa siku hizi mtoto wanapokwenda darasa la kwanza hana viatu, wanamfukuza. Mimi niko secondary school darasa la mtazamaji <laughs> <kumilata, laughs> <kumilata, kumilata. laughs> wa Global TV, hapa kuna picha ambayo kwa mujibu wa maelezo ambapo ule muda nikiwa nafanya mahojiano na mzee Masha aliongelea swala zima la Azimio la Arusha, na hii picha hapa kuna viongozi mbalimbali mm, labda kabla sijakukaribisha hapa katika watu ambao naweza nikajaribu kuwatambua mimi, Catherine Alice Catherine, hapa namuona Mwalimu Julius Kambarage Nyerere huyu hapa katikati, mtazamaji, lakini huyu hapa bila shaka ni mzee Masha, naona sura yake haipotei. Lakini mtazamaji, huyu hapa ni Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, alikuwa ni kijana kama ambavyo unamuona, amenuna mwenyewe, anaonekana alikuwa ni mtu wa serious sana. Well, unaweza ukatuelezea hapa mlikuwa mkiongelea swala gani? Hapa nilikuwa mwaka sitini na saba ndiyo Azimio la Arusha limepitishwa. mm -hmm. anatoa press conference kwenye mwalimu Azimio ya Arusha, na watu wengi sana, e, ni wanahabari na viongozi. Unamsema mwanamkapa wakati ule alikuwa ni edita wa gazeti mmoja kubwa sana katika nchi. Kuna Hashim Mbita wakati ule alikuwa ni katibu mwenezi wa rais katibu, katibu

i uh, ni kamati ya azimio la Arusha. Imeita ni so eh, ni, ni, watu wa habari pamoja na baadhi ya viongozi wamekuja kusikiliza press conference katika uh, committee room, ya chama pale ni Lumumba. Kwa nini hamna mwanamke ama wanawake walikuwa wako nyuma? Picha zote hey, hey, hey, kwenye swala nyeti kama ile akosekane mwanamke au kipindi kile. Ndo mwanamke maarufu aliyekuwepo wakati ule, lakini hakuhudhuria kikao kile, mama Titi Mohamed, ndo peke yake alikuwa akiwakilisha wanawake wa Kitanzania sana eh, wengine wengine walikuwa veovya chini zaidi kuja eh, kufika, na mwingine ambaye alikuwepo lakini hakuhudhuria, yeye alikuwa Lucy Lameck. Wale ni wanawake wawili wakati ule mm, walikuwa na bado wanawake Inibu. walikuwa hawana nafasi Inibu. kama sasa hivi, um, hapa yeah. uh, ni mzee Masha akiwa na Nelson Mandela i say unaweza ukatuambia hapa ni wapi, ni South Africa ama ni Tanzania? Hapa, hapa ni Umoja wa Mataifa New York mm -hmm. uh, Nelson Mandela alikuwa uh, aa amefunguliwa, amekuja kuzungumza kwa Umoja wa Mataifa mm -hmm. nenu wakati ule nilikuwa ni uh, director, mkurugenzi katika idara ya habari Press Secretary wa President wa General, United Nations General Assembly, ambaye alikuwa ni huyo hapa <muchimu> uh, General Joseph Gaba wa Nigeria. Watotoona hapa turufu kwenye picha, mwanamke wa Gaba akawangu no, um, pamoja na mingi, lakini waliokuwa wanakuja kama wageni eh, kwenye Umoja wa Mataifa kwenye General Assembly, watu kihabari nilikuwa mimi na majukumu hapa ndani, ndio ndiyo nilipata nafasi. Mzuri kabisa, mtazamaji wa Global TV, hizi ni baadhi ya picha ambapo mheshimiwa mzee wetu mpendwa Masha ameweza kufunguka na kutukumbusha huku akituambia maana halisi ya picha hizo na matukio yaliyojiri. Labda nimuulize swali moja kwa manufaa ya kizazi cha Tanzania, mtazamaji wa Global TV, hii picha yani, imenivutia sana lakini nahisi ndani yake okay kuna mambo mazito kidogo, maana huu kwenye hii picha lazima atajwe, uh, aliyekuwa miss Tanzania Faraja Kota. Lazima Nyarando anahusika au Nyarando? Mm, ndio maana nimeishusha. Mpenzi mtazamaji, unaweza katuelezea mzee Masha la kwanza kabisa, kwaelezeni ni kwamba sote wani wakati mmoja tulikuwa darasa moja darasa la kumi na tatu la kwanza Tanganyika mpaka darasa la kumi na nne sote tulikuwa darasa hilo Tabora School mwaka